wanaochaji simu ili tupate mawasiliano. Unanao tuseme pale zahanati umeme unatokea hapo masaa yote, ili mgonjwa anapofika pale aidha ni usiku asipate changamoto, sio sindo hivyo. Kwa umeme nanywe ni, ni sosi kubwa. Kwa kweli swala la umeme ni tatizo kubwa sana, tatizo kubwa sana. Imekuwa te, kelo kifupi hapa sisi, sisi shughuli za uvuvi, lakini watu wapate umeme angalau kwa na mafriza watafanya kagandisha wakasafirisha lakini umeme huwa hatuupati. Umeme upo ni wa juu. Umeme ukiwaka masaa matatu au manne, umezima. Lakini bado hata gharama zao za unit ni kubwa sana. unit moja ni shilingi 2000 unit moja, ambapo mtu wa mjini alipewa shilingi 357. Bado umeme huwa hautoshi hautoshi kwa masaa mawili matatu, ni changamoto kubwa sana kwa upande wa umeme. Mtu wetu ni kwamba watusaidie na tushaandika barua wilayani mpaka wizarani kwamba swala la umeme watusaidie. Kampuni hii imeshindikana, tushaka vikao vingi, tunaomba watuboreshe watu bari, watu umeme imekuwa tatizo. Kwa hiyo tunaomba serikali kama inawezekana, watubadilishie kampuni waondoe hivi sasa, tupewe kampuni ambayo inaweza kwa muda mwafaka. Umeme limekuwa swala gumu, wilaya ina taarifa, halmashauri ina taarifa, hata mbunge amezungumza sana swala la umeme. Umeme wa juu, umeme mekua ni shida, haukizi matakwa ya wananchi, unaweza ukaupata kwa, kwa masaa mawili umeme huo kawa umepotea. Kwa hiyo shughuli za wananchi zinakuwa ni ngumu sana, hasa kwenye upande wa umeme na bei tuliku, mwanzoni tulikubali bei waliyotaka 2000 kwa unit. tukaenda hivyo lakini bado hakukizi matakwa ya watu kupata umeme wa kutosha. mpaka sasa hivi tuna ni shida. umeme ni shida sana. Tunaomba, mbunga amezungumza kwamba kuna kampuni nyingine itakuja mwezi wa sita, kwamba kuja kuwekeza hapa e, isaidie na hawa waliopo na ile iliyopo ilete hapo, kwa hiyo watu wapate umeme mara mbili, tuone ni kwamba ni, ni kiwango gani cha watakao kizi kati ya jumeme na hii kampuni inayokuja ndicho tunachokisubiri hapo. Lakini sisi kwa uhalisia mazingira yetu ni magumu e, kimaisha yetu, na serikali inajitahidi kupambana lakini bado miradi yetu ni migumu, lakini umeme huu wa umeme kwa kweli autoshelezi na gharama zake ni kubwa mara uwakereo mara usiwake, lakini mbunge mheshimiwa Charles Mwijage ametuahidi kwamba mwezi wa sita mwezi wa sita tutapata umeme. Sasa tutalinganisha hii kampuni ifanye kazi na ile nyingine aliyoiahidi kwamba ameishafanya mipango na serikali, najua kwamba tutapata umeme mwezi wa sita. Naitwa Merigoreti Kokurenge ya Gervas, ni mtendaji kata kata ya Kerebe. Swala zima la ra umeme hapa katika kata yetu ya Kerebe, tunatumia umeme wa nguvu ya, ya jua e, tunao mradi wa jumeme una unatupatia nishati ya umeme, lakini wananchi wameendelea kufunga e, sola na kupata nishati hiyo ya umeme, lakini mpango wa serikali e, kama ambavyo ime wekwa wazi bayana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya 2025 e, ni kuvifikishia vijiji vyote na vitongoji umeme. Kwa hiyo na sisi kama kata Kerebe tunayo imani na tumaini kubwa kwamba umeme utafika ndani ya kata Kerebe na zipo hatua za awali ambazo serikali inaendelea nazo. Wamewahi kufika kwenye maeneo yetu ya visiwa e, na kuhoji wananchi, kuchukua taarifa za awali, inaitwa baseline survey imeshafanyika. Eh, wameshafika, wameoji wananchi kupitia madodoso mbalimbali mbali, lakini na maojiano ya kina. E, namna gani ambavyo, e, zoezi hili litatekelezwa. Kwa hiyo tunayo imani kubwa chini ya serikali madhubuti ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunayo matumaini makubwa kwamba kata Kerebe tutapata nishati ya umeme. Usahau kusubscribe